Hapa ni katika eneo la kivuko au mapitomilia kwa watembea kwa miguu. Ni eneo ambalo ni maalum kwa mtembea kwa miguu kuvuka kutoka upande mmoja wa barabara hadi mwingine. Katika eneo hili, dereva wa chombo cha moto kwa kawaida anatakiwa kusimama ili mtembea kwa miguu aweze kuvuka. Pamoja na kuwa eneo hili ni maalum kwa ajili ya mtembea kwa miguu kuvuka, lakini yapo malalamiko ya watembea kwa miguu kukalishwa eneo kama hili kwa muda mrefu. Sasa kwa majina naitwa Elike Adam Sakulu ni mkazi wa Bomani. Hilo swala lilisha nikuta, nilikaa zaidi ya nusu saa. Nilikuwa ni njia panda, sehemu ya njia panda ni sehemu ambayo magari inakuwa ni jamu hasa wakati wa jioni, ndio zebra crossing ipo nahisi mita 5 kabla ya njia panda, lakini kuzingatia kwa madereva na hisi ndio chanzo cha watu kufa pale. Madereva wa vyombo vya moto wanakiri kuwa wapo madereva wenzao wanaoshindwa kuwaheshimu watembea kwa miguu na kuwapa nafasi ya kuvuka eneo la kivuko. Kwa majina, anaitwa Anita Ruiz Malelo natokea Geita Bomani. Anisha nishariona ni, ni, ni, ni kubwa lakini, hiyo inatokana na mtu akili yake imekaa vipo, unakuta una gari, huyu anaendesha bajaji na anafanya kosa ukijaribu kumkanya, hii sio sahihi, anaona ah, unanisarau kwa, kwa sababu una gari. Kwa hiyo ni akili ya mtu ambavyo imekaa lakini, kama anauelewa na amempa, wamempa shule, hatajua kwamba hapa anafanya kosa, hata ukimkanya ataelewa. Kwa hiyo hizo zarau zitakuwa anaona yeye eh, kwamba hamna zarau huyu mtu anafanyaje, anielekeza. Jeshi la polisi Geita linaendelea kutoa elimu kwa watumiaji wa barabara ili maeneo ya vivuko yatumike kwa usahihi. Naitwa Sajini Abasi. E, ninafanya kazi kituo cha e, polisi wilaya ya Geita. Alama hizi ni mahususi kwa ajili ya watembea kwa miguu wanapotaka kuvuka kutoka barabara upande mmoja kwenda upande mwingine. Sasa kuna watoto ambao hawana elimu au ufahamu mzuri wa kutumia hizi, hizi haya maeneo ya kuvukia kwa miguu hususan uh, muda wa asubuhi na muda wa mchana, pindi wanapoingia shuleni na kutoka shuleni, tunawavusha kwenye hizo uh, maeneo ya zebra kwa ajili ya kuvukia hawa e, wanafunzi na watu wengine pia, hasa jioni pia tunatumia kuwavusha na wananchi wengine, hasa mikusanyiko ya watu. Ndugu mtangazaji, utaona maeneo mfano hapo Nyankumbu uh, center kuna soko la jioni pale, kunakuwa kuna watu wengi kwa hiyo tunawasaidia kwa namna moja kwa ajili ya kuwavusha maeneo yao. Mkuu wa polisi kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Geita, mrakibu wa polisi Alos Jacobo, anatoa tafsiri halisi ya sheria katika eneo la kivuko, yaani mapitomilia. Mgonga mtembea kwa miguu kwenye eneo la kivuko, hiyo si tunaiweka kama ni uendeshaji hatari. Uendeshaji hatari kifungu cha 40 ambacho ukithibitika umesababisha kifo E, au majeraha ambayo ni grievous harm, anasema majeraha makubwa ambayo yanatishia kifo kwa yule ambaye uliyomgonga, tunakushtaki kwa uendeshaji wa hatari kwa maana dangerous driving. Kwa hiyo na adhabu yake, na hiyo na hiyo haina haina haina faini, ni kifungo. Kutoka mkoani Geita, mimi ni Michael Francis Bundala.